Mwenyezi Mungu alinibariki wa akanipa watoto wawili, lakini bila mama yaani alinipa watoto wawili alafu hakunipa mama yao. Mtoto wangu wa kwanza huyu hapa, amevaa mtraki wa wa Chief Godlove Mlebo hapa, si unajua binti wa tajiri ametulia, yuko <laughs> kwenye maisha ghali kabisa, maisha ya mwisho ya juu. Binti yangu huyo hapa ukiachana uh, na pipi na binti yangu huyo hapa, ambao ni mabinti zangu, mmoja ni msanii, mwingine yeye amesema yeye hataki usanii, hataki chochote, anataka ya kuwa dhuni. Yani yeye ya anataka kuwa na hela, kwa hiyo hapa alipo ndoto zake kuwa na hela nyingi. Sasa hivi ana hela, lakini anataka kuwa na hela nyingi. Sasa kuna kitu nataka kusema no Okay, huyu binti yangu wa kwanza, binti yangu wa mwisho ni Pipi, lakini sina mama. Kwa hiyo kama kuna namna mnaweza mkanitafutia mama ambaye anaweza akalea watoto wangu, simona mabinti zangu walivyo warembo, monyesi kwanza. Sasa mama anatakiwa awe akija, mama wanasema kweli, mama ni mama. Sasa mama unakuja una mbele waaju wanakuzingua kwa hiyo binti yangu wa kwanza huyo wa pili pipi nae. Na wote awaishi hapa. Mi hapa naishi mwenyewe awa wanakuja kunitembelea wanalipa hai nasema hai, hai zen binti yangu wa kwanza mmemwona, wa pili pipi. Kwa hiyo hapa natafuta tu mwanamke, siku Mungu akinibariki nikipata mwanamke wa kuoa Sawa lakini mwanamke wangu anatakiwa awe mlembo kuliko mabinti zangu. Ikitokea namna yoyote nikipata mwanamke ambaye sio mlembo kuliko mabinti zangu, mabinti zangu ataniona mieyushi. Kwanza mama unapata wapi confidence? Umeona mabinti zangu walivyo lembo. Wewe mama unaye kuja. By the way, kujiunga na nguvu ya pesa na jicho la tatu namba ni 0756 38 22 85 0756 8 Chao. Mwenyezi Mungu alinibariki akanipa watoto wawili, lakini bila mama yaani alinipa watoto wawili alafu hakunipa mama yao. Mtoto wangu wa kwanza huyo hapa, amevaa mtraki wa wa Chief Godlove, mlebo hapo, si unajua binti wa tajiri ametulia ha? Uko kwenye maisha ghali kabisa, maisha ya mwisho ya juu. Binti yangu huyo hapa, ukiachana uh, na pipi, na binti yangu huyo hapa, ambao ni mabinti zangu, mmoja ni msanii mwingine, yeye amesema yeye hataki msanii, hataki chochote yeye, anataka kuwa kua, yaani yeye ya anataka kuwa na hela. Kwa hiyo hapa alipo, ndoto zake kuwa na hela nyingi. Sasa hivi ana hela lakini anataka kuwa na hela nyingi sasa Eh, iko hizo. Mbona niangalie vipi? Hapana. Kuna kitu unataka kusema? No. I don't, don't want to say anything. Don't want to say anything. Like for real? Okay. Ta, yeah. Huyu binti yangu wa kwanza, binti yangu wa mwisho ni pipi lakini sina mama. Kwa hiyo kama kuna namna mnaweza mkanitafutia mama ambaye anaweza kalea watoto wangu. Si umeona mabinti zangu walivyo warembo? Mwonyeshe kwanza. Sasa mama anatakiwa awe Akija mama, wanasema kweli hey, mama ni mama. Sasa mama unakuja una una mbele juu, wanakuzingua. Kwa hiyo binti yangu na wa kwanza huyo, wa pili pipi na une waishi, mi hapa naishi mwenyewe, awa wanakuja kumtembelea, wanalipa hai. Nasema hai, zen. Binti yangu wa kwanza mmemwona, wa pili pipi. Kwa hiyo hapa natafuta tu mwanamke siku Mungu akinibariki nikipata mwanamke wa kuoa sawa, lakini mwanamke wangu inatakiwa awe mlembo kuliko mabinti zangu. Ikitokea namna yoyote, nikipata mwanamke ambaye sio mlembo kuliko mabinti zangu, mabinti zangu ataniona mieyusho kwanza. Mama, unapata wapi confidence? Umeona mabinti zangu walivyo walembo, wewe mama unayekuja By the way, kujiunga na nguvu ya pesa na jicho la tatu namba ni sifuri saba hamsini na sita thelathini na nane ishirini na mbili themanini na tano